Tuangalie Chifu Mshabaha. Kwanza tusome ukurasa hamsini na tano. Chifu Mshabaha ni kikaragosi au kibaraka wa Lisulia. Anafanana na Sangilu katika Anamwambia wakero ni watu wasio na nini? Akili. Si ni kumtusi? Anapanga kundi la vijana kwenda kuteketeza matango. Kurasa hiyo tumesoma hamsini na tano. Pia ni mwenye gamida kwa sababu anakasirika baada ya Magwasha kumchagua Mrima badala ya Sangilo. Zaidi ni katili. Ndiyo anapanga kuchomwa kwa matango. Alafu pia ni katili kwa sababu tunaona anamfuta nani? Magwasha kiholela bila kuwazia madhara. Zaidi tunaona yeye ni mnafiki. Pia ni mchochezi. Ni mchochezi kwa sababu ndiye Ndi alipanga matango ichomwe lakini anaenda kuambia nini? Pole. Ni mnafiki, ni mtu ambaye anajifanya ni rafiki yao lakini si rafiki yao, si ndio? Eh, kwa sababu ndio alipanga wachomewe. Tumesema katika wakati kwanza kuhusu uh, hulka ya Chifu Mshabaha, tukasema ni kibaraka. Wale sulia, akiambiwa yote afanye. Kama mfano, aliambiwa asaidie katika kunyakua hiyo ardhi ya matango, na akafanya hivyo na hata akalipwa. Pia ni fisadi. Umuhimu wa Mshabaha, tunaona kuwa pia anaendeleza maudhui ya uongozi mbaya. Badala ya kusaidia wananchi kama chifu, si chifu anapaswa kusaidia? Yeye ndiye anawateketeza, yeye ndiye anapanga mipango ya kuwadhulumu. Pia ni kielelezo cha wafanyikazi wa uma ambao wanajihusisha na ubaguzi ya matukio, maana tunasema anaendeleza t kutoka hapo tupige hatua, tuzungumzie kurasa ya kwanza anatajwa Chifu Mshabaha ni ukurasa hamsini na tano. Tusome hapo, sikiliza yake alifuatiwa na watu watatu. Sijawahi kuwaona watu hao. Chifu alifunga mlango wake kwa mazungumzo ya faragha na Mangwasha. Alieleza watu hao walikuwa wamevaa vivi, walivaa shagalabagala tu, yaani kwaba mbae tu, hawakuwa na vifu hata. Endelea, Donale aliashiria kwa mkono. Nilitaka kujua walikuwa wakiongea kuhusu nini hivyo nilinapianapia nje nikasimama karibu na dirisha lake lililokuwa wazi. Nilisikia Mshabaha akisema kwa amani lazima wahamishwe, la sivyo tutakosa mtoto wa manji ya moto. Nilishangaa sana kumbe, aliyokuwa akizungumzia ni haya anayoniambia ndiyo hasa. Sasa sikiliza maneno haya aliyotamka chifu, yapimwe kwa mizani bali yasihesabiwe huenda anisema mengi tu, lakini asiwe na maana yoyote. Hata hivyo, ninaona kuna jambo linaloendelea. Nimekuwa kinya siku hizi zote. Haya, chifu mara ya kwanza alitajwa ukurasa kumi na nne wakati ambapo tunaambiwa uh, kuhusu Magwasha tunaambiwa alihitimu na kuajiriwa mjini Taria katika afisi ya Chifu Mshabaha. Kutoka hapo anatajwa tena ukurasa kumi na tisa wakati tunaambiwa kuhusu uh, jinsi ambavyo alikuwa na ghadhabishwa na Magwasha kwa kutomkubali rafiki yake Sangili. Tokea hapo Mrima alimwambia Sangili kama upepe. Kila alipomwona alipinga na kushika njia nyingine. Miezi mingi ilipita na usumbufu baina ya Mrima na Magwasha ukapata moto. Mwishowe Mrima alikata shauri kwenda kuona wazazi wa Magwasha. Huko Degoni alikupeleka posa. Posa ilikubaliwa na harusi ikaanza kutayarishwa. Habari hizo zilipokelewa vyema na marafiki zao. Chifu Mshabaha hakufurahishwa kamwe na posa hiyo. Siku moja alimuita Magwasha ofisini mwake na kumwambia, "Msichana, mwenye kula matongo ya macho atakupa nini? Sangilo wanakuhakikishia maisha ya kifahari na staladhi za kila aina. Wewe umekazana kufuata kijitu kama kile kisicho na mbele wala nyuma. Ninakuonea huruma sana. Magwasha alitia tabasamu. Aliamini kwamba hii ni silaha inayoweza kuangamiza kusudi mbaya. Bwana Chifu, penzi uzidi mali. Maisha mazuri yapatikani katika pesa tu. Ninaomba tu yaache haya kwani ni mambo yangu ya kibinafsi. Hayahusu kazi yangu. Ikiwa kazi yangu ni mbaya niambie, lakini maisha yangu niache mimi. Niache mimi. Magwasha alijisikia kusema bila kicho. Toka mbele yangu kwenda. Wakitu ni watu wasio na akili, hata kuchagua wachumba. Ndio maana daima mnabaki nyuma kama makoti. Hata sijui kwa nini nilikuajiri. Umenivunjia heshima kumkata rafiki yangu toka. Chifu Mshabaha akamfukuza Magosha kutoka ofisini mwake kwa muda. Magosha hakujua kwa nini chifu alimkaripia kiasi hicho. Naendelea vivyo hivyo, unakuja ukurasa wa ishirini na moja, unasema Magosha alijiona kama mtu asiye ka na mumo. Alijiuliza kwa nini chifu Mshabaha akamnyambua jinsi ile. Unaona amemnyambua, hizo ni sifa za chifu. Haya tusome ukurasa tena sitini na tisa. Huko chifu sitini na tisa. Anza hapo chifu Mshabaha, soma tu hiyo haya peke yake. Ana msimama mbele yao aliamgaza macho akamwona Mangwasha amesimama kando yaae. Alikunja uso kama mtu aliaona kitu kisichopendeza. Tangu Mangwasha aaili pendekezo lake la kuolewa na rafiki yake, hana mafaraka na mama yake hata kidogo, agelikia kazamkitabo, lakini alijua asara itakuwa kwake. Alijua Mangwasha alimfanikasi, hakuna mugini ambaye angeweza kutekeleza kisha uel kwa huko pia nataka tusome sehemu ambayo ah, Chifu Mshabaha alikuja ofisini mwa Magwasha asaidiwe kwa sababu ya kutolipa ushuru. Sehemu hiyo pia inaonyesha sifa za Chifu Mshabaha, mia moja hamsini na nne. Vizuri.

Ana uhusiano gani tena na majununi? Siku moja, Mshabaha alimtembelea Mabwasha katika afisi yake. Mabwasha alikuwa amefungua afisi mjini ili kushughulikia vijana na watoto wa mitaani. Alipata ufadhili kutoka katika mashirika mbalimbali ya kuwasaidia watoto. Alihisi kwamba kizazi cha kesho kilikuwa kikiangamia taratibu. Mshabaha aliomba kuketi. Ombi lilipokubaliwa Magwasha alimuuliza lililomleta pale. Magwasha guu hili ninako, nimekuja kuomba msamaha, Mshabaha alianza, lakini Magwasha akamkatiza kwa kusema, Mshabaha, sina haja ya msamaha wako. kama unachongine sema na kusikia. Samahani Magwasha, nina shida kidogo, ninaomba usaidizi. sikuwa nikilipa ushuru katika biashara zangu sasa wanataka kuzifunga na kunipeleka kotini. Ni pesa nyingi sana, naomba utumie uwezo wako katika afisi yako ili angalau ya nipate mkopo. Nitakuwa nikilipa polepole, nitakuwa hata bakshishi nu naomba nishia, sitakukosea. Mshabaha alieleza kwa unyenyekevu uliyomchekesha Mabwasha. Hakuamini asili yule aliyemwendea na kofia ya mkononi kutaka usaidizi wake, kwa amba angemnyenyekea kiasi kile ni jambo lililomtia adha. Kuna aibu wewe hata ya kuja hapa, ukabili mlango na uondoke nyuma, toka! Magwasha alipaaza sauti na kusimama. Mshabaha alipoona maji yanazime umba alijitoa kutoka kitini akatoweka. Kwa miaka mingi Mshabaha alikuwa akikusanya mzigo wa miba, sasa alifahamu fika kwamba mzigo huo kamwe hauchukuliki. Fengera ikamshika uso ukamshuka.